Gani mtazamaji wa Alute Online, hu jambo, ni siku nyingine tena tunakutana hapa katika chaneli ya kupendwa. Usisahau kusubscribe, kulik na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. ilikuwa ni vigumu jina la Tanzania kufahamu, tutalipata wapi? Watanganyika wengi waliwaza na kuwazua ni nini chanzo kupata muungano kati ya Tanganyika na Zanziba ni mtu mmoja pekee tu aliweza kufikiri kwa umakini na alipendekeza, alitoa jina rasmi la muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Hatimaye alitoa jina rasmi sasa ni Tanzania badala ya neno Tanganyika na neno Zanzibar. Hapa namzungumzia Mohammed Iqbal Dar. Alizaliwa Agosti 8 mwaka 1944 mkoani Tanga. Baba yake alikuwa Dr. Tufail Ahmad, alikuwa daktari mashuhuri aliyefanya kazi katika mikoa ya Tanga na Morogoro. Muhammad Iqbal alisoma katika shule ya Aga Khan, elimu ya msingi na sekondari, kisha aliendelea na masomo katika shule ya sekondari Mzumbe mwaka 1964. Alipokuwa Mzumbe aliona tangazo katika gazeti la The Standard gazeti hilo likiwataka wananchi kupendekeza jina jipya la taifa lililoundwa kwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa bahati ya kipekee, pendekezo lake lilichaguliwa kuwa jina rasmi la nchi. Sio jambo dogo kuweza kufikiri jambo na kukubaliwa haraka haraka, lakini Mohammed Iqbal alitunukiwa tuzo ya shilingi mia mbili pamoja na medali iliyotolewa na aliyekuwa Waziri wa Habari wakati huo, Sheikh Idrisa Abdul Wakil, na baadaye alikuwa rais wa Zanzibar wa awamu ya tatu mwaka 1985 baada ya kumaliza muda wa uongozi wake wa Mheshimiwa Al-Haj Ali Hassan Mwinyi mwaka 1990, ambaye alikuwa ni rais wa awamu ya pili, ambapo ilipofika mwaka 2000 Mheshimiwa Idris Idrisa Abdul Wakil alifariki dunia. Katika maujiano ya awali na waandishi wa habari, Muhammad Iqbal alifafanua jinsi alivyobuni jina la Tanzania. Alisema kuwa kwa mwongozo wa Mwenyezi Mungu alichukua herufi tatu za kwanza za Tanganyika na herufi tatu za kwanza kwenye jina la Zanzibar, kisha akaongeza ai kutoka kwenye jina lake Iqbal na imani yake katika Uislamu. Hatimaye akakumbuka uhusiano wake na madhehebu ya Ahmadia, akaongeza a ili kuheshimu madhehebu hayo, hivyo kuunda jina la Tanzania. Licha ya kuhamia Uingereza, aliendelea kuwa na uhusiano wa karibu na Tanzania na alifanya ziara mara kwa mara nchini. Tanzania aliweza kushiriki shughuli za kibinadamu bila kujali tofauti za kidini, na aliendelea kuwa mzalendo katika maisha yake yote, na mwenye mapenzi ya dhati kwa nchi ya Tanzania. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilipofika tarehe 4 mwezi wa tatu mwaka elfu mbili ishirini na tano Muhamed Iqbal Da alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 jijini Birmingham, huko Uingereza, ambako aliishi tangu ahamie mwaka 1965. Kifo chake kimetokea baada ya kuugua kwa muda wa takribani miaka kumi ambapo alikuwa hawezi kutembea akiwa chini ya uangalizi wa karibu nyumbani. Mungu akusamehe makosa yako, alijalie kaburi lako liwe na nuru siku zote. Hakika ulikuwa mtu muhimu uliyeweza kubuni jina la Tanganyika kuwa Tanzania. Umeifanya Tanzania kujulikana Afrika na dunia kiujumla. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika na dunia kiujumla. Mtayarishaji na msimulizi wako ni mimi wa Stara Mzee. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.